ati ni eh? saa nitachukua ni kiingia kwanza wem hi guys ha hello guys so we are here to give a ride. We are just in uh, so here and there. people are just hustling here outside you know Yeah, it's January, it's it's so, so hot, man because some people are just here around, up and down hapa. Kuna mtu wa mandizi hapo hivyo mwezakotea anaitwa Mwangi. Sasa kuna pale akademia anaitwa Esta anauza mayai hapo halafu kuna kuna alafu sasa sasa kuna mimi kuna nyanya hapa. So leo nataka twende huko, watu wana raunda uko, kuna nona, nasikianga watu wana peremango peremango. So simu simu ikienda wadau, hmm? sikii ah Mafumbanya simi nikienda sijui nitafanya aje. Bora tu mnibaye ingine eh, nyi muhakikisha nyinyi mnibaye eh. Tukoza tuone kama tutaspoti mafumbanya kadhaa hapa. Mm. Yoro imebanyanya. Ah, tutaondoka shule huko eh.

as yes, you can give me. So, zero your number 07 48 78 6510. 07 48 78 6510. 07 48 78 6510. five zero seven

kulaushana mm, kula ladi samosa motomoto. Uh, huyo anakula samosa, uko na mamamboga hapo, wanakatakata nyanya. Manze, niko na niko na kamamboga kangu nakapenda kananikatakatia nyanya ahuyo <laughs>

Hii siwezi tembea yeah, tembea yeah, penye yeah. Niko sai siwezi tembea, niko na kitu nafanya

Si naweza tembea , lakini sasa si unataka jitembea, niacha kazi na nani? Sasa siwezi tembea na kazi sasa, so, a nikitembea sk si e sina mtu wa kuacha kwa kazi eh? Yeah? Ama mnibai aisa hapa hivi, kuna namba yangu ntaise baadaye so, taise nikitoka live kwanza unafaa utumie zaisa hapa kia ispop ni kule kia ispop pale nimekaa mm -hmm. tu nde mm -hmm. naonyesha tu naonyesha tu watu wakipitapita. Ndio, mm -hmm. mama na kato hiyo wanapita hivi mm -hmm. kazi ni mingi, kazi ni mingi, kazi na kwa kazi si moja